Maasner. Polisi walimtupa mwanamke mweusi aliyefungwa pingu kutoka helikopta. Polisi walimtupa mwanamke mweusi aliyefungwa pingu kutoka helikopta, kisha wakajifunza kuwa maafisa wenye silaha hawahitaji parachuti kuamsha ghadhabu. Sauti za siren zinalia angani, propela zinakata kupitia doruba, na kile kilichoonekana kuwa ni kukamatwa kwa kawaida kinageuka kuwa ndoto mbaya ambayo hakuna hatakayesahau kamwe. Anaanguka, amesalitiwa, amefungwa pingu na hana msaada. Lakini katika kipigo hicho kimoja cha moyo, kabla hajafikia ardhi, ulimwengu unakaribia kujifunza ni nani kweli. Hii si kwangukatu, ni kuinuka kwa hasira, ujasiri na ukombozi. Jandikishe sasa, kwa sababu kile kitakachofuata kitakuacha huna pumzi. Ugaver sura ya kwanza. Kuanguka,

wanaume waliomzunguka mawakala, ambao alikuwa amepiga ndege pamoja nao, alicheka nao, aliwaamini kwa maisha yake, walikataa kukutana na macho yake. Walikuwa mizuka sasa, tupu kwa hati na amri ambazo hawakuelewa. Umeme ulitiririka kupitia mawingu, ukichora nyuso zao kwa rangi nyeupe kwa muda mafupi, kabla ya kuvutia kila kitu tena katika kivuli. Misheni iliyopotea walisema. ripoti Saini zilizodanganywa, ushahidi ulifutwa. Maya alikuwa amegundua mengi sana, majina ya maafisa waliokuwa wakiuza mipango ya ndege za kijeshi kwa wanajeshi wa kibinafsi, mkondo ambao uliongoza moja kwa moja kwa yule aliyekuwa amekaa mikabala na isasa. Alitaka kupiga kelele, kupasua dhoruba kwa sauti yake, lakini alihifadhi pumzi yake. Kila kipigo cha moyo wake kilikuwa ni mahesabu kufuli ya mlango ililia, ikiruhusu anga kulipuka ndani ya ndege. Mlio wa upepo na mvua uliokuwa na nguvu sana hata ulizamisha sauti ya hofu yao. Haukupaswa kuona mbali hivyo, Kapteni, alisema jemadari, akimlazimisha kuelekea ukingo. Alimkodolea macho bila kupepesa, akikumbuka nyuso za askari aliwaokoa kutoka kwenye magofu yanayowaka, vyapo alivyofanya kuwalinda wote hata hawa woga hawa waliokuwa wakienda kumua. Upio wa macho ulipinduka, bahari ikimeta-meta kwa fedha chini. Wakamusukuma, mvuto ukamunyakwa. Kwa sekunde moja isiyokoma, alikuwa hana uzito, akionyeshwa katika umeme wa radi, monekano wake ukipinduka katika matone elfu ya mvua. hofu ingeweza kumchukua, lakini badala yake alihisi uwazi aina ambayo huja wakati kila kitu ulichokuwa kimevuliwa alikusanya miguu yake, alipigana dhidi ya pingu, akasukuma bega lake chini ili kukamata upepo vya kutosha kubadilisha pembe yake ya kushuka. Mbwa iliumidha kama risasi, hewa ilirarua mapafu yake, na bado utulivu mkali ulizuka ndani ya kifua chake. Alikuwa amesoma simulesheni za kuanguka bila parachuti, lakini hii hii ilikuwa ni kuishi kwa njia ya masingi. Helikopta ikawa kivuli kinachopungwa juu, taa yake nyekundu ikidunda kama moyo unaozimia kuelekea mbali. Walifikiria amekwenda, walifikiria bahari itameza ukweli pamoja naye, lakini Maya Reeves hakuwa na nia ya kufa bila kujulikana. Chini ya dhoruba aliona mang'aro hafifu, wataaza chombo cha uvuvi akageuza mwili wake kwa usahihi wa askari na akagonga maji kama upanga. Maumivu yalilipuka kupitia mbavu zake, giza lilivamia, lakini akili yake ilishikamana na ahadi moja: atainuka tena. Mawimbi yalifunika juu yake, dhoruba ilimwangamiza, na katika giza lile, wazo moja liliwaka, narudi kuokoka. Bahari ilikuwa mapafu ya chuma ambayo yalijaribu kumshikilia milele. Kila wimbi likikunjaa juu ya Maya Reeves kama ukuta wa kiumbe hai, ukiponda pumzi kutoka kifuani mwake. Wakati doruba ilipotanda juu, alipeperushwa kati ya gidha na kumbukumbu: michiriko ya taa za kokpiti, amri zilizopigwa kupitia kelele, sauti ya baba yake ikisema, kamwe usisalimu urefu au matumaini alipapatika kuelekea sauti hiyo hadi mikono yake ikagonga chuma, ganda la sanduku la mizigo lililoachwa huru na dhoruba. Mikono yake bado ilikuwa imefungwa. Alikunja pingu kuzunguka makali yaliyokuwa yamejitokeza na kutumia kasi ya mawimbi kuvunja kiungo kimoja huru. Chuma kilipaswa ngozi, lakini kumrudishia mikono yake. Maumivu hayakuwa jambo jipya. Maumivu yalikuwa ushahidi kuwa bado alikuwa hei. Masa yalipotea katika alfajiri ya kijivu. Dhoruba iliguka ukungu, na akaona pwani iliyochongwa kwa majabali, mwamba mweusi ukidondoka majina nuru ya asubuhi. Aliogelea kwa nguvu iliyobaki, akijivuta juu ya rafu nyembamba ya jiwe, mahali alipoanguka, akikohoa chumvi na damu, ulimwengu ukizunguka katika vivuli vya bluu. Helikopta ilikuwa imekwenda, lakini mwangwi wake ulitisha upepo. Mahali fulani huko nje, wanaume waliomsaliti tayari wangekuwa wakiandika ripoti: kushindwa kwa misheni, mwili haujapatikana, kesi imefungwa. Alitabasamu, tabasamu aliyegawanyika na uchungu, kwa sababu walikuwa sahihi kuhusu jambo moja: mwili wake haukupatikana. Ulikuwa umefufuka. Wakati jua lilichoma kupitia ukungu, alikuwa akienda tena, akichemea kando ya majabali hadi alipokuta kibanda cha uvuvi kilichoachwa kutu. Ndani alitafuta kisu, akizimba cha waya, bunduki ya ta ya tahadhari pasipo ta za tahadhari, na kifurushi kilichochanika cha huduma ya kwanza. Alishona majeraha yake kwa mikono inayotetemeka akimnongona majina wenzake wa kikosi waliopotea kwa ufisadi aliofichwa raia ambao majemadari wake walikuwa wamewaandika kuwa hasara za ziada. Kila jina lilikuwa mafuta. Alijenga moto mdogo na kukaushia sare yake, kisha akafungua redio ya kibanda, mfumo wa kelele, kisha sauti dhaifu, chombo cha usambazaji kilikiripoti kushindwa kwa injini mahali fulani kaskazini ya nafasi yake kamili. Alitengeneza ishara ya dharura kwa kutumia kiu na lenzi lililopasuka la bunduki ya ta ya tahadhari ili kumulika morse kuvuka ghuba. Wakati meli ilipofikia kuonekana jioni hiyo, alipiga ishara mara moja mara mbili, kisha akajificha nyuma ya miamba hadi mashua ya maisha ilipowashwa kuchunguza. Mafundi wawili wa sakafu waliruka. Walikuwa waangalifu bila silaha, wanaume wazuri kwa muonekano wa nyuso zao zilizopigwa na hali ya hewa. Alisubiri hadi mmoja akageuza mgongo wake kabla ya kuingia katika mtazamo, akidondoka kimya, macho yenye ugumu vya kutosha kuwagandisha kati ya kupumua. Nisaidie ni kufikia bara kuu, alisema kwa urahisi, na jambo fulani katika sauti yake likawafanya kumtii bila swali. Usiku hule aliketi chini ya sakafu akiwa amefunikwa kwa tarpaulin, akiangalia pwani inapopungua, wakati wa kupanga kila hatua ya kurudi kwake. Angehitaji washirika, shirika, watu nje ya mlolongo wa amri, wale ambao walikuwa wameona mengi sana na kuishi. Akili yake ilipanga mizizi: uwanja wa ndege huko Malta, mawasiliano huko Berlin, hifadhi iliyosimbwa iliyofichwa kwenye kabati chini ya alama yake ya simu ya zamani. Hakutaka kisasi tu, alitaka kufichua ukweli, ungewaka kwa mng'aro zaidi kuliko risasi yoyote. Wakati chombo kilipopasua maji ya utulivu, alifumba macho kwa mara ya kwanza katika siku kadhaa, lakini usingizi haukuleta raha tu, mfumo wa propela, harufu ya mvua na kiapo kwamba hakuna aliyegusa usaliti ule atayesinzia kwa amani tena. Alipofungua macho alfajiri macho, alfajiri ilikuwa ikichomoza dhahabu juu ya buluu isiyokoma na alimnong'oneza oneza upeo wa macho. Wanafikiri walinizika kama mzimu. Mimi ni dhoruba inayofuata. Sura ya tatu, kurudi kwa kisasi. Meli ilitua chini ya anga lenye rangi ya chuma kilichowaka. Na wakati wafanya kazi walipomaliza kupakua masanduku yao Maya Reeves alikuwa tayari amekwenda akiyuka kwenye upanuzi wa mji wa bandari kama moshi. Alipita kwenye njia panda za chini ambazo zilinuka dizeli na mvua, koti lake alilokopeshwa likificha sare iliyoraruka chini, akili yake ikifanya kazi kupitia kila kigezo, kama rubani akisoma mikondo ya upepo. Kila pumzi ilikuwa ni mahesabu. Alihitaji ushahidi wa shirika na silaha ambayo ingeweza kupiga kwa mbio zaidi ya ufikiaji wa wanaume walioandika cheti chake cha kifo. Alipata simu ya umma ambayo bado ilifanya kazi na kutumia kitambulisho cha kuibiwa kupiga mstari salama ambao hakuwa amepiga simu kwa miaka mingi. Sauti ya kawaida ilijibu, ya chini iliyochoka na imechanganiwa na mshangao alipomnong'ona jina lake. Maya, walisema umekufa. Najua, nahitaji wende kama kwamba hiyo bado ni kweli. Ukimya, kisha pumzi ndefu ya tahadhari. Mawasiliano yake, Luteni Anika Joe, alikuwa amehudumu kando yake katika usambazaji wa siri, aina ya afisa ambaye alikumbuka kila kitu na hakuamini chochote. Ndani ya masaa Anika alipanga usafiri kwenye uwanja wa ndege wa chini ya ardhi nje ya Lisbon ambapo ndege isiyo na mtu ya uchunguzi ingesubiri katika hangar chini ya usajili wa uongo. Maya alitumia safari akiinama katika ghuba ya mizigo, akiunda upya kiambatanisho kidogo kutoka sehemu zilizopatikana, vidole vikisogea kwa silika, hata wakati uchovu ulimvuta mifupa Tazam jichini zilionekana kama mikusanyiko ya maisha aliyopoteza, watu wa kawaida wenye hofu za kawaida, wasijue kuwa vita nzima vinaweza kutegemea majina yaliyopotea katika faili. Walipofikia, Anika alimkutana na yena, chupa ya kahawa na matazamo ambao ulikuwa na mshangao na wasiwasi. unaweza kutoweka, alisema kwa upole, anza upya. Maya alitikisa kichwa chake Sijaundwa kutoweka. Walipakia data ya ndege wakichora kila uhamisho uliosimbwa uliohusiana na maafisa waliomuza. Kile kilichotokea kwenye skrini kilimfanya Anika alapi kwa sauti kubwa. Nyayo za benki zinaongoza kwa wakandarasi wa ulinzi, na hizo kwa amri kuu. Wazo ulienda juu zaidi kuliko yeyote alivyoweza kufikiria. Kufikia alfajiri, Maya alikuwa na mpango kuvamia mkutano ujao wa usalama huko Geneva, ambapo wahaini wangekuwa wakikutana chini ya ulinzi wa kidiplomasia. Angetembea kata yao bila kuonekana, kurekodi kila neno na kukitangaza moja kwa moja kwa waandishi wa habari kabla mtu yeyote aweze kumsikitisha tena. Walitumia siku mbili kuzua vitambulisho na kujenga upya nguvu zake. Mara ya kwanza Maya alipoangalia kwenye kiu hamkumbuke mwenyewe: ni nywele zilizokatwa fupi, vitambulisho vya uongo, macho imara ya mwanamke aliyezaliwa upya katika moto. Usiku wa tatu alisimama kwenye runway kando ya ndege, upepo ukipasua jaketi lake, akiangalia upeo wa macho ukiwaka na mwanga wa kwanza wa asubuhi. Una uhakika uko tayari? Anika aliuliza. Maya alitabasamu mdogo na wakuwa tayari, ilisha waliponirusha nje ya anga hilo. Alipanda ndege iliyokodishwa chini ya orodha ya uongo akitoweka tena katika mawingu ambayo yalijaribu kumua. Mahali fulani chini sana, maadui zake walicheka katika maofisi yaliyojaa moshi na nguvu, wakiamini hadithi ya kifo chake ilikuwa imeandikwa. Hawakujua mwandishi alikuwa anarudi kuhariri kwa damu na ukweli. Sura ya nne. Ufunuo. Ndege ilipasua kupitia mawingu yenye rangi ya majivu, ikishuka kuelekea ulimwengu ambao uliamini Maya Reeves alikuwa mzimu. Chini yake, Geneva ilimeta-meta kama ahadi na matego. Alipita kwenye uwanja wa ndege kwa utulivu wa mtu asiye na chochote cha kupoteza. Vitambulisho vyake vya wongo vilifichwa ndani ya beji ya kidiplomasia ambayo ilibeba jina la wongo Elena Kade. Kila hatua ilielekeza na mfumo wa misheni aliyojenga kutoka kitu fichwa ya ufisadi ambao ulikuwa umewala amri yake, nafanya ulimwengu kuisikie ukweli kabla wenye nguvu kuzika tena. Hoteli ya mkutano iliinuka kutoka kando ya ziwa kama ngome ya kio iliyojaa walinzi wanasiasa na wakandarasi wakiwa na tabasamu zilizong'arishwa ambazo zilifichi usaliti elfu. Maya aliwachunguza kupitia elevator za kioo, muonekano wake ukigawanyika na kila ghorofa aliyopita. Mlango ulipofunguka kwa ngazi ya mkutano, tayari alikuwa amevaa kipaza sauti kilichounganishwa na ndege ambayo Anika alikuwa amezindua alfajiri. Kamera zake ndogo zilimpa mtazamo wa moja kwa moja wa anga wa mji, mtandao wa harakati ambao uligeuza upweke wake kuwa mkakati. Ndani ya ukumbi mkuu, vinara vilinga kama jua lililo kamatwa, na hewa ilinuka pesa na ushirikiano wa uwongo. Wanaume walioamuru kifo chake walikuwa hapa. Generali Corson, Mkurugenzi Vale, Kaloneli Hughes, wote wakicheka chini ya taswira ya amani ya dunia wakati wakisaini mikataba iliyobadilisha maisha kwa faida. Mshuko wa Maya ulipungua, akili yake iliyo wazi kama fuwele, alisogea kwenye kituo cha habari alichokuwa amevunja asubuhi hiyo. Aliingiza hifadhi iliyojificha kama chipu ya mkalimani, na alimnongona amri moja: tuma kote. Kwenye ukumbi, projekta ziliwaka Mtiririko kutoka kwa ndege ya Anika ulibadilisha nembo ya mkutano kwenye kila skrini: rekodi za benki, sauti za mikutano ya siri, orodha za ndege zinazounganisha akaunti za ubinafsi na usafirishaji wa silaha haramu. Sauti zilipanda, mkanganyiko ukienea kama moto. Macho ya Corson yalipiga kuelekea Maya, kutambua kukichomoza kulichelewa. Alisimama hapo bila kujificha sasa, beji ilitupwa kando, mtazamo wake upanga. Ulitaka niwe kimya, alisema, sauti yake ikiwa juu ya mikrofoni, jinsi radi inavyobeba juu ya milima. Mlizika askari, raya na ukweli ili kujenga milki yenu. Fikiria hii kuwa dhoruba yenu. Walinzi walipigana pigana mbele, lakini umati ulizomea kwanza. Wandishi wahabari, wa habari wajumbe, wasaidizi, si muziki rekodi zikitangaza moja kwa moja kabla usalama hauwezi kukatia mtiririko. Wale alirukia kwenye konsoli akivuta nyaya, lakini ndege juu ilikuwa tayari imeakisi ishara kwa mitandao ya kimataifa. Duniani kote vichwa vya habari vilichipuka kama milipuko: ulagai wa kijeshi umefichuka, afisa shuja yu hai. Hofu ilipasua mkutano wazi. Maya alina machini ya meza wakati risasi zilipotoka kwa mwenye silaha aliyejificha kuwa usalama. Kioo kilivunjika, kengele zilipiga kelele. Alisogea kwa usahihi wa mafunzo yaliyozikwa zamani, lakini hayakusahaulika kamwe: kuviringika, kuondoa silaha, kupiga kivuli cha misuli na nia. Wakati moshi ulipotoweka, Corson alisimama peke yake karibu na balkani, silaha ikitetemeka mkononi mwake. Huelewa, Reeves alisema kwa hasira, tulikuwa tukilinda maslahi ya kitaifa. Alisogea karibu zaidi, macho yakifungwa kwake, ulikuwa unalinda akaunti yako ya benki. Mwanga wa ndege ulipaswa kupitia dari lililovunjika, ukiwaogesha wote wawili katika moto mweupe, wakati helikopta za utekelezaji wa sheria wa kweli zilipotoka kutoka ziwani kwa mara ya kwanza Corson alionekana mdogo. Alishusha bunduki, lakini kiburi kilimzuya kujisalimisha. Maya alinyosha mkono, akishika mkono wake, akalazimisha silaha mbali, kisha akaipeleka kwa maafisa waliofika. sheria itamaliza kile dhamiri haikuweza, alisema. Walipomvuta taza, kamera zilimulika na aligeuka kuelekea kiu kilichovunjika ambacho kilifunguka kwa ziwa. Mvua ilianza kunyesha tena kwa upole, wakati huu ikiosha e vumbi na damu kutoka mikononi mwake. Sauti ya Anika ilipiga katika kipaza sauti chake, imekamilika uko hai, kila mahali, ulimwengu unajua. Maya alipumua, mabega yake yakishuka chini ya uzito hatimaye ukinyauka. Basi labda watamini katika haki tena, alimnong'ona. Dhoruba moja ilikuwa imevunjika kuwa mwanga wa jua ukichuja kupitia mvuke. Nje ukingaa kama jambo lililozaliwa upya. Alipita kwenye machafuko bila kupingwa, akipita kamera, akipita wanaume wakiita jina lake, hadi alipofikia hewa wazi. Ziwa liliana mbele yake liwe tulivu na lisilo na mwisho. Alipiga goti ukingoni, akazamisha mkono wake ndani ya maji na kuhisi baridi yake ya wazi ikitiririka kupitia mishipa yake. Kwa mara ya kwanza tangu kuanguka, hakuwa akikimbia kupigana au kuishi, alikuwa akiishi. Mahali fulani nyuma yake, sauti za siren zilipotea katika makofi, au labda kumbukumbu. Aliangalia anga ambalo lilikuwa limejaribu kumua na kutabasamu mdogo lakini wa kweli. "Walifikiria wamenitupa nje ya ulimwengu," alifikiria lakini walichofanya ni kunirudishia anga." Na kwa hilo, Maya Reeves, rubani mshindi, askari wa ukweli, alisimama mabega yakisawazishwa na upepo, na kutembea katika upeo wa macho mkali ambao ulikuwa umemngoja tangu usiku alipoanguka.